Mungu haleti resources kwako kwa, kwa sababu wewe ni muhitaji. Mungu analeta resources kwako ili zipitie kwako kugusa. Mungu hayupo kwenye biashara ya kukupatia wewe vitu unavyohitaji. Ila ikiwa unahitaji hivyo vitu ili kupafanya dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi Mungu atakupatia bila kuomba. Yaani, Mungu akijua kwamba ili, ili we uweze kufanya dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi unahitaji pesa, hizo pesa hutaziomba zitakuja, sio kwa ajili yako. Kwa maana hii, Mungu aliupenda. Kwa hiyo, kwa sababu ameupenda ulimwengu, atakupatia pesa, sio kwa ajili ya kwako, anakupatia ili ulimwengu ufikiwe. Yaani Mungu akielewa kwamba wewe unahitaji mume au unahitaji mke ili uweze kupafanya dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi, hautafunga na kuomba. Mungu akijua kwamba unahitaji kuwa kwenye kampuni fulani, taasisi fulani, shirika fulani ili ukapafanye mahali pale kuwa mahali pazuri na salama pa kuishi, huta fast and pray. Utajikuta tu umeingia, afu juu uliingiaje? Mungu akijua kwamba you need to be a Whether you like it or no. Sio kwa ajili ya kuwaonyesha watu una upako. Ah, ha, hatui na upako kwa ajili ya sisi kuwaonyesha watu kwamba tuna anointing ah, tunakuwa na upako kwa ajili ya ulimwengu, tupafanye mahali hapa kuwa mahali salama pa. Biiti ni anointing au sauti ama shepu ama uzuri ama kupendeza ama pesa ama mke ama mume ama kazi to me. She is not for us, is for the world